Atua na ndege ya Air Tanzania. Mdau wa maendeleo wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, Aidan Mlawa, ametua uwanja wa ndege wa Iringa akitokea jijini Dar es Salaam kwa usafiri wa ndege ya Air Tanzania, ikiwa ni mara yake ya kwanza toka kurejeshwa kwa safari za ndege mkoani Iringa. Akizungumza na Focus Digito TV mara baada ya kuwasili, Mlawa amesema kuwa amefurahishwa sana na maboresho na maendeleo makubwa yaliyofanywa na Serikali inayoongozwa na Rais dr Samia Suluhu Hassan katika usafiri wa anga, kwani alizoea kutumia masaa nane mpaka kumi kutoka Dar es Salaam kufika Iringa kwa gari binafsi, lakini kwa usafiri wa ndege kutoka uwanja wa ndege wa ndege wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam mpaka kutua uwanja wa ndege mkoani Iringa, ametumia saa moja tu pale Dar es Salaam saa nne na dakika arobaini alika uwanja wa ndege wa Nduli Iringa saa tano na dakika arobaini na tano. Kwa muda ambao nimeutumia, nimeona kabisa kwamba jitihada za Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan zimeimarika kwa kasi. Kwanza ni mara yangu ya kwanza kutembea Tanzania. Kwa hiyo pia ndege Mlawa amewasili mkoani Iringa akiwa miongoni mwa wageni waalikwa kushiriki kongamano la tafakuri ya wasomi na miaka minne ya Rais Samia ambapo kongamano hilo likiendeshwa kupitia kampeni ya Mama Asemewe 2025 linafanyika Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu Mkwawa MUCE Mei 17, 2025. Naitwa Aidan Mlawa, mdau wa maendeleo Tanzania Ilolo na mkoa wa Iringa. Kwanza ni washukuru viongozi walioandaa wa mkakati mzima huu. Haya ndiyo mazuri ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa inayafanya siku zote, kwa kutegemea wasomi mliopo hapa, ndio maana haya yamefanyika. Haikuwa kazi rahisi, hapa tulipofikia mambo makubwa, ni kwa sababu ya watu upendo na nchi yao, na ndio maana kila wakati watu wanazungumza uzalendo. Uzalendo ndio jambo la msingi sana katika maisha ya mwanadamu. Tulikuwa na mgeni rasmi, naibu waziri kaongea mambo mengi sana makubwa aliyofanya Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini niseme moja ya mambo ambayo ameyafanya mimi ndiyo nayo yapitia siku zote azungumzia masuala ya miradi ya bandari, barabara, usafiri wa anga na mambo ya viwanda. Wawekezaji ndani ya nchi hii wamekuwa na upendo, kwa sababu ya rais aliyoko madarakani anasikiliza kelo za wa wananchi wake. Kwa hiyo, ndugu zangu wapendwa, mimi niseme nimekuja kuwaunga mkono kama vijana wasomi ambao kwa ujumla wao wako tayari kumuunga Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea na kuungwa mikono miaka mitano tena, lakini pia niwapongeze kwa umoja wenu. Inaonyesha ni jinsi gani, pamoja na kuwa ninyi ni wasomi, bado mnakumbuka kwamba taifa hili linahitaji kuungwa mkono, linahitaji kuunga mkono viongozi walioko madarakani. Niwashukuru na niseme niko pamoja, tuendelee kumsemea mama.